Kudumisha upendo na amani katika nchi yetu ambayo tunaelekea katika uchaguzi tarehe ishirini na tisa. Kwanza niwaombe tujitokeze katika uchaguzi kwenda kuchagua viongozi wetu, na hata yule ambaye wewe humtaki, pia nendo kapige kura ya hapana, nendo kampingie pale katika sanduku ambalo ni kanu, eh, ambalo ni wajibu wako wewe, ni haki yako wewe, ni maisha yako wewe, sio kae nyumbani au upinge au uzuie watu wasiende. Usifanye namna hiyo, nenda ukapige kura. Yule unayemtaka mpe kura, na yule ambaye haumtaki pia mpe kura ya hapana. Hata ndio maana kuna kura ya hapana, si ndio? Lakini ukatimize haki yako tarehe ishirini na tisa kwa amani na kwa utulivu. Nchi yetu ni moja, hatuhitaji makelele. Tunampenda Bwana Mtume, ndio maana sote tumekaa hapa hapa, tumekaa madhehebu tofauti tofauti, kuna Shia na kuna halusunna waljamaa wamekaa hapa wote, na si ajabu wako ndugu zetu vilevile ambao si Waislamu wako hapa katika viwanja hivi na tumekaa kwa amani na kwa upendo. Na waombeni sana tudumishe amani na upendo katika nchi yetu, ili siku nyingine tukiitana katika maulidi katika viwanja hivi, tunakuja bila ya uoga wa aina yoyote ile. Ujumbe wangu ni huo, na washukuruni sana kwa utulivu wenu. Mmeonyesha kweli mnampenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa kumalizia, naomba tena tuagane na tumsalimie Bwana Mtume, asalamu alayka ya rasulullah. Nyanyua mikono yenu mpenda, na nakupenda. Na rudia rudia, mwambie Bwana Mtume, nakupenda na na na mwambie, na unisaidie, ewe Bwana Mtume. Mwenyezi Mungu awadumishe katika amani na mrudi salama salimina manyumbani mwenu Amen. Na insha Allah mtakapoalikwa tena, muhudhurie maulidi. Zinaendelea na washukuruni mashehe tena. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama CALES TV kila siku.